Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076, 813, 813. Lagos, Nigeria imefurika mastaa kutoka Tanzania ambao wamekwenda kushuhudia harusi ya Juma Jux na mke wake Priscilla. Tayari ukipita kwenye peji za watu maarufu mbalimbali kutoka hapa Tanzania utaona wengi wameshafika Lagos na wameposti kabisa. Mfano mzuri MC Garabi, kwenye peji yake ameshare video hii hapa ikiwa inamuonyesha ametua Lagos. Lakini pia kwenye hii video yake nimemwona mtangazaji B Dazan, eh, kuna Jinako na wengine wengi sana ambao tayari wamekwisha fika Lagos eh, kwa ajili ya kushuhudia harusi ya Juma Juksi. Nitakuwekea mfululizo hapa uone hizi video ambazo wote wamezishare kwenye peji zao za Instagram lakini Nandi naye kwenye peji yake ya Instagram alishare picha ikiwa inamuonyesha amekaa kwenye business class hapa, na akaandika tu kwamba uh, JP 2025 na nimeona Juma amekuja kumshukuru hapa akiweka tu moja amenyosha mikono juu. Kwa hiyo hapa alikuwa safarini kuelekea Lagos kwa ajili ya kuhudhuria sherehe hii ya ndoa ya Juma Jux na mkewe Priscila. Kwa hiyo Jux amefanya kitu kikubwa sana kiukweli. Imagine unawatoa mastaa amesafirisha mpaka eh, baadhi ya watu wale washikaji zake wote wamekwenda. Nimeona XXL kwa maana ya wale watangazaji wa kipindi cha Clouds kina Mina Ali, eh, Bidas and pia na wengine wote wamekwenda, eh, Lagos Nigeria kwa ajili ya kushuhudia eh, sherehe hii kubwa kabisa. You can imagine, namna ambavyo jamaa ameweza kufanya jambo hili kwa ukubwa sana. So hapa wataanzia Lagos, baada ya hapo, e, sherehe itakuja kufanyika hapa Tanzania pia. Kwa hiyo kile ambacho alikiahidi kwamba atasafirisha masta kutoka hapa Tanzania waende kumsupport kwenye sherehe yake huko Lagos Nigeria. Kwa hiyo sasa hivi huko wako wengi sana. Unajua kuna ile namna ambayo unajisikia vizuri upo ugenini kwenye nchi za watu, nchi ya watu. Alafu unakuta marafiki zako wamekuja kama hivi kukusupport. Kuna ka feeling fulani ambako, e, kanakuwa very special. Kwa hiyo unafikiri ndio hiyo feeling ambayo Juma Jux anayo kwa sasa baada ya mastaa kibao kutokea hapa Tanzania kwenda Lagos kwa ajili ya kumsupport kwenye hii sherehe yake, una mtazamo gani? Hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati. Live from Lagos, Nigeria. Hey, yo. Yeah.